Ndugu zangu wa Kenya popote mlipo, ninawasalimu hamjambo. Karibu sana niweze kuwapasha yale yote mpayo yametendeka. Mimi ni kijana wenu Bwana Ezra, ninawaomba usikilivu mwema, na endapo unanipata kwa mara ya kwanza, tafadhali chukua sekunde moja, mbili, tatu, kapiga subscription, kwa sababu hiyo ndiyo njia moja ya kuweza kukuza na kuendeleza hichi kituo. Katibu mkuu wa chama cha ODM kwa sasa, hii leo tarehe kumi mwezi wa pili mwaka elfu mbili na ishirini na sita kuni radhi Edwin Sifuna ambaye vilevile vile ni seneta wa kaunti ya Nairobi ameweza kupea serikali ya bwana Ruto wasiwasi, amepea chama cha ODM ule upande ambao unamuunga William Ruto mkono wasiwasi. Na kulingana na taarifa ambazo nimepewa za hivi punde, William Ruto amepeana makataa kwa uongozi wa chama cha ODM kwamba hii wiki waweze kumwondoa Edwin Sifuna madarakani kama katibu mkuu wa chama cha ODM. Tunavyoongea, mpenzi mtazamaji, chama cha ODM tayari kimeweza kuitisha mkutano wa uongozi wa chama wa dharura ambao utafanyika katika kaunti ya Mombasa, na tayari tunavyozungumza, party leader wa chama cha ODM ambaye ni Oburu Odinga tayari amekwisha wasili katika kaunti ya Mombasa kupasha misuli kwa minajili ya mkutano wa chama cha ODM ambao utaandaliwa siku ya Jumatano tarehe kumi na moja. Viongozi wa ODM na wao wameweza kualikwa kina Gladys Wanga. Na nimekueleza kwamba kitu ambacho wanaenda kujadili ni makataa ambayo wameweza kupewa na William Ruto kwamba waweza wamewe kumuondoa mara madarakani. Edwin Sifuna. Edwin Sifuna yaani akona nguvu mpaka ameweza kupea William Ruto shida. William Ruto ameweza kushika viongozi wa chama cha ODM pabaya mpaka wanataka kumwondoa Sifuna. Sifuna, unajua sio eti kwamba anataka kuuza chama hapana. Sifuna anakataa ajenda ambayo William Ruto yuko nayo ya kumeza chama cha baba kuelekea kwa serikali. Sifuna amesema kwamba hakuna mahala ambapo baba alisema kwamba chama cha ODM kiweze kuunga William Ruto mkono bali alisema kwamba chama cha ODM kiweze kumtoa mgombea wa kiti cha urais. Lakini sasa Uhuru Odinga mwenye aliharakishwa kuchukua viatu vyake Raila Odinga haraka sana, yeye amekwisha kubali kwamba wamuunge William Ruto mkono, na hawatataka cheo cha unaibu rais au cheo cha urais. Wao wametosheka na zile pesa ambazo wanapewa. Kulingana na taarifa za kisiri, ninaambiwa kwamba bwana Ezra Sifuna wakati wowote ataondolewa na yule ambaye atachukua, atachukua nafasi yake ni seneta wa kaunti ya Narok Ledama Olekina, yule mwenye alitwanga Chebukati rungu upande wa Bomas of Kenya kile kipindi ambapo tulikuwa tuna support mzee. Sasa tunaelezwa hivi: mkutano ambao Sifuna waliweza kuandaa na babu Wino katika kaunti ya Busia wikendi iliyopita umeweza kuuma William Ruto sana, kwa sababu ikulu inasema kwamba wameweza kuinvest kupea chama cha ODM pesa ili waweze kumuunga mkono William Ruto wameweza kupea e, chama, chama cha ODM nafasi za uwaziri kuweza kumuunga William Ruto mkono 2027 lakini Edwin Sifuna anaonekana kwamba yeye ndiye kikwazo namba tu tena tumeona hapa katikati William Ruto ameweza kuleta jalango eti kwamba akuje kugombea kiti cha seneta wa kaunti ya Nairobi eti akuje kumtoa mtu mwenye anaitwa Edwin Sifuna madarakani. Wacha ni kuambia mpenzi mtazamaji, kama Edwin usifuna kusimamia ukweli ni haramu, basi ni area yani, naambia Edwin Sifuna hivi, kama kusimamia ukweli ni mbaya ukweli mpaka dakika ya mwisho. Wakenya peke yao wanaona. Unajua, hawa viongozi wa ODM walikuwa wanafikiri wao ndio wanaweza wakaendesha chama wakipeana mwelekeo ni kwenda hapa ni kwenda hapa. Edwin Sifuna akasimama imara na kukataa. Akasema kwamba tuweze tukaingia kwenye serikali ya Bwana Ruto. Aa, tuweze kufanya nini? Tuweze kuingia kwenye makubaliano kabla hajaweza kutimiza 10 agenda point zile ambazo as, eh, chama cha ODM na serikali waliweza kusaini. Lakini akina Gladys Wanga hawataki kusikia hayo, mpenzi mtazamaji, wamefumbia macho hayo. Kitu ambacho wameweza kuweka mbele ni pesa ambazo wanapewa kusafiri kwa magari na kusafiri kwa ndege. Kwa hivyo ninaelezwa kwamba mkutano huu ni wa kumfukuza Edwin Sifuna, lakini lazima ujue mmoja kwenye familia ya Raila Odinga mwenye anaitwa Ruth Odinga anapinga kuondolewa madarakani kwake Edwin Sifuna. Ruth Odinga yeye anaunga mkono Edwin Sifuna maswali ambayo yanauliza, sijui kama unanielewa mpaka hapo. Kwa sababu naomba niweze kukusomea kitu ambacho Ruth Odinga aliweza kukiandika, iwapo anakimaanisha au alikuwa anazungumza tu. Ruth Odinga aliweza kuandika hivi: In recent months, Nairobi Senator and ODM Secretary General Edwin Sifuna, alongside group of party members

Why can't you provide them? Are governors funding campaigns? Are MPs doing it from CDF kit? Did we get a philanthropist that a party SG is not aware of who is funding the clearly expensive public fora and what is in it for the philanthropist? kusema kwamba considering the evident struggle read lack of political goodwill in the implementation of the memorandum of understanding the last thing we should do if we mean well for the party is to muffle the voices of people like sifuna if indeed he is a rebel then how many times was raila odinga one When, he, when in the Nusumkate government Raila Uguruli still stand his ground. Akaendelea kwamba the money flying in choppers being used by to procure big tents and to mobilize and brand car, crowds in ODM colors yet the same money cannot be sent to the ODM party bank accounts. only means one thing control according to sg sifuna odm is owed a staggering 12 billion by the government this is a constitutional requirement based on the strength of the political party the government has the option of releasing the funds to the party but when that happens they will lack control so they must be the ones controlling the show where they decide who is invited to the linde ground tents and what they say once they get there anything outside the script attracts immediate boom as it was the case with suba north mp millie odhiambo at siala resort in kisumu if the memorandum of understanding has not been honored, with just less than 30 days to expiry what is so treasonous in Sifuna publicly declaring it dead and for the two term choir members in ODM if President Ruto does not honor any agreement he signed with a man he said helped him steady a ship called Kenya that was sinking

of being mute it is not really upon the committee implementing the 10 point agenda the backstops with bearer of the signature in the memorandum of the uh, understanding who is none other than the president we have up to 7th March to see how this goes unaona Ruto Dinga ye aliweza kuunga Edwin Sifuna mkono akasema hivi. Edwin Sifuna anauliza maswali ya ukweli. Hizi pesa ambazo akina Gladys Wanga wanaruka kutoka sehemu moja kuelekea nyingine na ndege zinatoka wapi? Sasa hivi William Ruto amewapea siku kadhaa waweze kumuondoa Edwin Sifuna madarakani kama sigi, eh, Secretary General. Let me tell you. It is going to be noisy. It is is is going going going to to to be be be noisy. Messy. ODM is going to be split into pieces by President William Ruto see you in the next video. Sasa hivi unaona, Edwin Sifuna ameweza kupewa William Ruto tumbo joto, mpaka ameweza kuagizwa kinuburu waweze kumuondoa Edwin Sifuna madarakani. Kumbuka kwamba pesa ndio iliweza kuuza Yesu na pesa ndio imeweza kufanya Sifuna anatakiwa kuondolewa madarakani kama secretary general wa chama cha ODM. Je, Sifuna akiondoka, tuseme for example, wameunda chama chao na Babu Owino, utasalia kwenye chama cha ODM ambacho sasa kiko kwa kikapu cha William Ruto au utafuata chama cha kina Sifuna? Sema nasi.